Wakati vita kati ya Irani na Israeli ikiingia katika siku yake ya tano, taarifa za hivi punde zinasema kwamba jeshi la Kiislamu la Iran, IRGC, limesema limepiga ama limefanya mashambulizi katika kituo cha shughuli za kijasusi la Israeli kwa jina la Mossad, moja kati ya majina maarufu zaidi hata kwenye muvi za kawaida, kilichopo pale mjini Tel Aviv, Israel. Taarifa hiyo inaeleza kwamba jeshi la anga la IRGC licha ya uwepo wa mifumo ya kisasa zaidi ya ulinzi ya Israeli limegonga kituo cha kupanga operesheni za kigaidi za Mossad huko Tel Aviv. Kituo hiki kinawaka moto mpaka sasa kulingana na taarifa ya jeshi ya IRGC. Imebainika kuwa mashambulio ya makombora ya Irani pia yalipiga shirika la kijasusi la kijeshi la Israel huko Aman, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran na Israel. Shambulio hilo lililenga jengo ambalo Mossad ipo pamoja na kitengo cha ujasusi cha 8200. Video zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha wakati kombora hilo lilipopiga jengo katika eneo la Gilot, ambapo makao ya miundombinu muhimu zaidi ya kijasusi ya Israel ilipo. Baada ya athari zaidi mawingu mazito ya moshi yalipanda juu zaidi ya anga la Israel katika eneo hilo. Shambulio hilo linakuja kama sehemu ya kile Teherani inasema ni mwendelezo wa kulipiza kisasi kwa Irani kwa uchokozi unaoendelea wa Israel na ukiukwaji wa mamlaka ya nchi nyingine. Shirika la habari la Irani la Tasmin lilichapisha picha zinazodaiwa kuonyesha wakati kituo chenye uhusiano wa Mossad kilipigwa, ingawa tukio hilo lilivutia watu wengi, vyombo vya habari vya Israel vinaripoti chini ya udhibiti mkali wa kijeshi, na bado haijajulikana ni kiasi gani cha uharibifu huo au kama kuna waasiriwa moja kwa moja, kwa maana ya waliofariki. Mamlaka rasmi ya Israel bado haijatoa maoni yoyote na taarifa kuhusu madai hayo kuhusu jengo la Mossad kushambuliwa. Ikumbukwe kwamba eneo la Giloti ambako Mossad ilipo ni moyo wa jumuiya ya kijasusi ya Israel, ikiwa ni moja kitengo maarufu kijulikanacho kama 8200 ambayo inajihusisha ufuatiliaji wa kielektroniki uendeshaji wa mtandao na ukamataji wa mawasiliano. Ikiwa ripoti za mlipuko wa moja kwa moja zitathibitishwa, inaweza kuwa moja ya shambulio la kuthubutu la Irani dhidi ya jeshi la Israeli na miundombinu ya usalama katika miongo kadhaa iliyopita. Mossad ilianzishwa mnamo Disemba 13 mwaka 1949 kama taasisi kuu ya uratibu kwa pendekezo la waziri mkuu wa wakati huo David Ben Gurion ambaye alitaka chombo kikuu cha kuratibu na kuboresha ushirikiano kati ya idari za usalama zilizopo idara za kijasusi za jeshi, yani Aman, idara ya usalama ya ndani Shinbet, na huduma ya ujasusi ya kisiasa Mossad. Baraza kuu linalosimamia huduma tatu za usalama lilikuwa Vadat. Leo ni wizara ya ujasusi na ni wakala wa kitaifa wa ujasusi wa nchi ya Israel, lakini pia ni moja ya vyombo vikuu katika jumuiya ya ujasusi ya Israeli pamoja na Aman, yaani ujasusi wa kijeshi na Shinbeti ikisaidia usalama wa ndani. Mossad inawajibika kwa ukusanyaji wa kijasusi, shughuli za sila, na kukabiliana na ugaidi mkurugenzi. Wake anajibu moja kwa moja na kwa waziri mkuu pekee. Bajeti yake ya kila mwaka inakadiriwa kuwa karibu bilioni kumi dola za Marekani, na inakadiriwa kuwa inaajiri karibu watu elfu saba na kuifanya kuwa mojawapo ya mashirika makubwa zaidi ya kijasusi duniani. Shirika hilo linadaiwa kuhusika na njama nyingi za mauaji katika maeneo tofautitofauti ulimwenguni yanayohusiana na masilahi ya moja kwa moja ya taifa la Israeli. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.